Hii hii nadharia ya kwamba jeshi linataka nyinyi muandamane tu kidogo ili wachukue nchi ndo ilofanya watu wengi waka waka-waka- wakaingia waka hapo. Sasa cha kushangaza ambacho wengi tulijua, sasa hii ni red flag, kuja kumsikia sasa Mangi kuja, kuja, kuja ku baada ya muda kuja kutuambia kwamba kuja kutuletea sababu kwa nini wanajeshi wajachukua nchi. Hapo ndo nikajua kwamba aidha Dada wa Taifa anapata habari kutoka kwa mtu ambaye sio mwanajeshi, na kama mtu anampa habari au alikuwa anampa taarifa zote tangu mwanzoni kama ni mwanajeshi kweli, au ni mwanajeshi kwenye kitengo cha upishi, kwamba ni mtu ambaye wangazi ya chini ambaye hajui chochote kuhusiana na jeshi, kwa sababu wewe au nyinyi mlikuwa mnawaahidi, fanya hivi, fanya vile, itakuwa hivi watu wakajitoa, unaona no. Watu walipush kidogo maanake, polisi wanajua polisi kapiga hivi, lakini wanajua huyu polisi kapiga hivi kidogo kidogo tu, masa yake yanahesabika. Sisi ntakuwa tu push kidogo tu ili mambo yageuke, alafu unakuja unasema o oh, manake, kwa nini wanajeshi wawezi kuchukua nchi? Kwa sababu mwenye bunduki hana kipigio, mwenye kipigio ana risasi, mwenye risasi anawe <laughs> Yaani kweli mtu na fikra na akili zako una, unaweza kuchukua ku, ku, ku, hii ukasema uka ukatuambia uka, yani uka, uka, uka, uka, kweli hivi sasa tu, tu, tu, tu, tufanyi, tufanyi assumption moja. Ni yani kweli, of course, jeshi lazima itakuwa limekuwa organized vizuri, na haya mambo ya kuwa kuzuia mapinduzi na vitu hivyo vyote vimekuwa considered ndani ya ku design, wakati wa ku design hiyo jeshi, na kila siku itakuwa na vitu ambavyo wanavifanyia kazi kuimprove, unaona. Sasa swali ni kwamba ndio maana mi nasema hivi, wewe ulikuwa nampa taarifa, wewe ulikuwa ukimpa hamasa kutoka jeshini, aidha sio mwanajeshi ni mtu muongo, ama ni mwanajeshi wa ngazi ya jikoni, ni kwamba wakati yote hayo unatuambia, hamasa yote unatupa, hivi ilikuwa haujui kama kipigio hauna hivi ulikuwa haujui kama risasi hauna? Hivi ulikuwa haujui kama kama kifaru mzinga huko, kifaru kipo da, mzinga huko uh, Kigoma ana baba levo tumana, nikawambia e, e, shtuka shtuka.